Tuangazie taarifa za biashara na. Ipo haja ya kujumuisha vyakula vya kiasili kwenye mfumo wa chakula humu nchini ili kulikomboa taifa kutoka utegemezi wa vyakula kutoka nje. Mshauri wa shirikisho la kimataifa kuhusiana na lishe bora Laura Wekesa amesema vyakula vya kiasili vitachangia kupunguza gharama ya uagizaji chakula kutoka mataifa ya kigeni. Kwa taarifa hii na nyinginezo, ufuatao ni mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Gharama ya uagizaji chakula kutoka nje humu nchini ilifikia shilingi bilioni 266.4 mwaka 2024 ikilinganishwa na shilingi bilioni 306 mwaka uliotangulia. Wadau katika sekta ya chakula wanasema kiasi hicho kitapungua zaidi ikiwa vyakula vya, vya kiasili vitajumuishwa kwenye mfumo wa chakula. Kwingineko, Taasisi ya mafunzo ya maswala ya baharini ya bandari imepeleka kundi la Wakenya katika kampuni ya kimataifa ya shughuli za baharini ya CMA CGM kuwawezesha kupata tajriba ya ubaharia, hatua ambayo ni muhimu katika kufanikisha udhinisho wao. Afisa mkuu mtendaji wa taasisi hiyo Dr. Erika Tana amesema hatua hiyo imejiri kufuatia makubaliano yaliyotiwa sahihi baina ya mashirika hayo mawili mnamo mwaka 2021 yaliyolenga kukuza ujuzi wa taalamu mwanchini. Through strategic engagements with industry partners like CMS CGM we are not only opening up pathways but also restoring hope and direction to our graduates. Mwishowe, muundombinu wa dijitali unaozidi kukua humo nchini unaendelea kuvutia kampuni za kimataifa zinazowekeza katika bidhaa za viwango vya juu. Kampuni kama vile Google, Huawei, na Microsoft tayari zimefungua ofisi zao humo nchini. Hali kadhalika umaarufu wa Kenya kama kitovu cha teknolojia barani Afrika umevutia kampuni ya bidhaa za nyumbani ya TCL technology kutoka China. We want to bring competitive price and the most affordable pricing with the higher technology premium products to Kenya market. Frederick Muki, Darubini